Naam, tukiendelea na, na vidokezo ni kwamba wafanyabiashara wa mchanga katika kaunti ya Kitui wamesaidia wakazi wa, wa Tiva kujenga shule ya msingi ya Maviani eneo bunge la Kitui ya kati, kama njia moja ya kuleta maendeleo na kuinua jamii. Hapo mbeleni, wanafunzi walilazimika kutembea kilomita zaidi ya tano kwenda shule iliyokuwa karibu. Wafanyabiashara hao waliafikiana na wanakijiji kuwajengea shule ili kupunguza mwendo huo mrefu, huku biashara hiyo ikibuni nafasi za ajira kwa vijana. Tulikuwa na shida sana, lakini tukaingia kuuza mchanga, tukawa hatujui vile tunaenda, lakini tukaenda tukapatana na watu wengine wakatusomesha, tukaingia kwa cooperative, tukatengeneza Tiva Besen. Sasa hii Tiva Besen ndio inatusaidia na tunasaidiana kwa mchanga kuna vijana zaidi ya mia nne na ishirini ambao wanapata between 800 na 1200 kwa siku, kwa sababu kuna mpangilio na huwa tunaongea na wao, tunawafanya counseling, zile pesa wanapata watafute vitu vingine waanze business kama wale watu wengine wa kawaida, na baadhi ya shule kati